Amen. Asifirimi, namshukuru Mungu. Ilikuwa tarehe ishinina moja mm. Nikuwa nimetoka Ifakara kuelekea dawa kwa ajili ya mitiani ilikuwa inafanyika tarehe ishini na tatu Deo. Nikafika kama usiku saa sita, tukafika tukiwa salama tu, ila tulivyoamka tarehe ishini mbili ambayo ni siku ya kupangwa kwa tunajiandaa sasa kwenda kupangwa, nikajiisi tu tumbo kama limevurugika Jana kuna jana kwenda kufanya mtihani. Eh, kupangwa kwa ajili hiyo tarehe 22, tarehe 23 ndio mtihani. Kwa mtaji ka kupangwa na kupewa namba tarehe 22. Mm. Mm. Nikaenda chuoni, nikaambia wenzangu mimi najisikia vibaya, akasema au jitahidi wakanitolea na dawa tunakaaga na dawa. Kunywa hizi dawa kwa sababu ukikosa maana yake hela ulolipia imeenda bure. Nikaenda chuoni ilikuwa kama saa moja. Nilivyotoka na ndoo kwenda chuoni, sikuweza tena kurudi. Nikaenda kama mara saba. Kwa muda huo kuanzia saa moja mpaka saa mbili. Nikaenda kama mara saba, nikarudi nikawa nimechoka sana. Nikawaambia mimi nimechoka, najisikia sana vibaya. Akaniambia ah, kunywa chai utakuwa unajisikia vizuri tu. Nikanywa na dawa. Sasa wale wakati wanajiandaa, mimi nikawaambia kama inashindikana nyinyi muende ili mimi nibaki hapa mkaniangalizie namba. Wakasema ah, basi tunaita pikipiki, wewe jiandae tu, utakuwa sawa. Nikawaambia sawa. Sasa muda ule nishakunywa chai, nimekula kama na ndazi moja, nikajitahidi nikawa nimelala chini, wao wanajiandaa Jinsi nilivyolala pale ndo nilikuwa ndo nimelala vile, vile, wanakuja kushtuka, tayari huku maji yanatoka mfululizo, natapika nishakauka tayari, mikono miguu na macho yashageuka. Walivyoona vile, sasa ndo wanawao kashtuka, waka wakanibeba tumpeleke hospitali, wakanipeleka hospitali ya jirani pale pale ya Puga. Walivyonipeleka pale hospitali, wakanipokea kunipokea sasa, madaktari wenyewe wakawa nabishana, yule mwezi anamwambia umepokea huyu mtu mbona kashaondoka? Wanapokea mtu kasha kuwa baridi kiasi hichi? wanajua mwambia... kwamba ulikwisha kufa eh. Akamwambia amna, anaonekana kama anapumzi kwa mbali. Akasema amna mikono na kweli, mikono tayari ishakauka ishakuwa yani ya baridi kabisa meusi ukutu, mm, mm, na macho tayari yashageuka, sioni na masikio sisikii tena. Nilikuwa yaani kwa nawasikia kama niko ndotoni tu kwenye nafsi. Wakaniambia huyu mtu, na nawasikia wao sasa wanabishana, ngoja tumwekee maji labda atakuwa sawa yule mwenzie wa kike ndo akazidi kupambana akachoma huku na huku akakimbiza dripu kumi na saba maana yake dripu kumi na saba mashine ilikuwa isomi kabisa walivyokuwa wananipima pesha hamna kitu kinachosoma mm. walivyopeleka mashine kumi na saba ndio kwa mbali mashine nikawa na yani na wananipima sasa vipimo ndo vinakuja inasoma mashine lakini bado chini sana wakajitahidi kupambana kupambana siku ile ya Ijumaa ikaisha asubuhi wakasema huyu mtu aliyake si nzuri. Kwa hiyo inabidi tumpe rufaa, hii hali sio nzuri sana. Kanipa rufaa nikaenda Amana, arufaa Amana. E, nilipofika e, Amana. Amana pale wakajitahidi kukimbiza dipo kwa sababu nilikuwa sijielewi, ila mpaka siku natoka udini matipu kama hamsini alikuwa yashaisha hamsini, na nilikuwa nimelazwa kwenye chumba e, nilikuwa nimelazwa kwenye chumba cha emergency, yani watu maalumu, maana hali ilikuwa mbaya nikajitahidi pale, wakawa wanakaa kunihudumia, walinihudumia walinihudumia, ila nakumbuka siku ya Jumamosi yeah, ambayo ndo mama alifika, nikaongea na baba na ile hali alivyoniombea ilikuwa saa kumi, na ndio ilishia pale baba. Yupi? baba, pali? Baba, baba, wewe ulinipigia uli okay? Mama, hi, hi, baba akilo ulimpigia mama, nikaongea naye kwenye simu, ukaniombea ilikuwa saa kumi. Yeah, ulivyoniombea pale, ile hali ndo ilikata pale pale Nikakata hapo moja, e, kwa moja. Nilikata moja kwa moja, ndio jumapili tukaruhusiwa. Kwa hiyo hadi leo uko vizuri? Mpaka e, leo niko vizuri. Chapia Bwana makofi na vigeregele mm. Kanisa simnaona kabisa, walikuwa wamepanga wamalize na baadhi wengi. Kuna wenzangu kule nao waliugua ugonjwa kama huu wamefariki, na mwingine alikuwa amelazwa, sasa hivi amenipa taarifa mchana huu amefariki. Oh, amefariki, ambaye alikuwa na changamoto kama ya kwako e. aisee. Mshike mkono jinani yako, mwambie kwa Yesu inawezekana. Watakufa wengine, wewe hautakufa. Mwambie wewe ni mshindi katika jina la Yesu, amen. Sasa nisikilizeni kanisa, nataka mimi na ninyi tufanye agano, tufanye agano chochote ambacho kinamtafuta huyu binti iwe mwisho, si ndio hivyo e? iwe mwisho iwe mwisho, haiwezekani kwa sababu hii ni awamu tatu. Hapana, haiwezekani hii mwisho, tunawarudishia wao vya kwao. Sawa, sisi tunatuma, tuna, tuna, tuna nguvu ya uponyaji milele, yani hadi pale Mungu atakaposema ndio na milioni. Namwambia Mungu akuongeze, sio zile siku tu tuwakuongeza siku nyingine, zile siku ambazo ulilala watu wanaona umededi, basi zile Mungu akaziongeze zaidi Amen. Wangapi wanaamini kwamba binti yuko kuanzia leo hataumwa tena? Sikiliza, ninafunga kuanzia sasa malaria. Typhoid, UTI. Yaani hata kama uchi utakuwa kwenye uchafu upi hautaumwa. Sawa? Nina kata ile connection kati ya vile e, vile vidudu ambavyo vinaweza vikaambukiza vikapitisha vile virusi kwako. Ninakata kabisa huo muunganiko. Sawa? Alafu yule mchawi si yeyote ambaye anahusika. Ule mzigo umrudie. Sawa? kama kuna mchawi alirusha ile roho ya kuharisha, kesho Jumatatu anatakiwa aharishe mara mbili. Sawa? Mama Magwila, kama una mawasiliano kule utapata taarifa kule Ifaka ataharisha mara mbili. Sawa? Biashara e, zingine izi hatuhitaji kuendelea kutupotezea muda. Baada ya kuhangaika na watu wampokee Yesu, tunahangaika na mtumishi wa Bwana ambaye amebeba agano, hawezi kufa kiurahisi, maana huyu ni mtoto wampokwa mafuta wa Bwana, amen. Kwa hiyo ninabadilisha chochote kilichotengenezwa ndani yako kiwarudie wenyewe kuanzia sasa, silaha zile zikawadhuru wenyewe, kesho historia yao ikabadilike. Kama yupo kazini, ninamfuta kazini.